Basi watoza ushuru wote na wenye dhambi walikuwa wakimkaribia wamsikilize. Mafarisayo na waandishi wakanung'unika, wakisema, mtu huyu awakaribisha wenye dhambi, tena hula nao. Akawaambia kwa mfano huu, akisema, ni nani kwenu mwenye kondoo mia akipotewa na mmoja wapo asiyewaache wale tisini na kenda nyikani, aende akamtafute yule aliyepotea hata amwone? Naye akiisha kumwona, humweka mabegani pake akifurahi. Na afikapo nyumbani kwake huwaita rafiki zake na jirani zake, akawambia furahini pamoja nami kwa kuwa nimekwisha kumpata kondoo wangu aliyepotea. Nawambia hivyo hivyo, kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye kuliko kwa ajili ya wenye haki tisini na kenda ambao hawana haja ya kutubu. Au kuna mwanamke gani mwenye shilingi kumi akipotewa na moja asiwashe taa na kufagia nyumba na kutafuta kwa bidii hata aione? Na akisha kuiona, huwaita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, furahini pamoja nami kwa kuwa nimeipata tena shilingi ile iliyonipotea. Nawaambia hivyo hivyo, kuna furaha mbele ya malaika wa Mungu kwa ajili ya wenye dhambi mmoja atubuye. Akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, Baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu ilingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa! Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu, na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, babake alimwona, akamwonea huluma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako Sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, lileteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni, mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje na stule na kufurahi, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Basi yule mwanawe mkubwa alikuwako shambani, na alipokuwa akija na kukaribia nyumba, alisikia sauti ya nyimbo na machezo. Akaita mtumishi mmoja, akamuuliza mambo haya maana yake nini? Akamwambia, ndugu yako amekuja, na baba yako amemchinjia ndama aliyenona, kwa sababu amempata tena, yu mzima. Akakasirika, akakataa kuingia ndani, basi babaye alitoka nje akamsihi. Akamjibu baba yake akasema, tazama, mimi nimekutumikia miaka mingapi hii wala sijakosa amri yako wakati wowote, lakini hujanipa mimi mwana mbuzi nifanye furaha na rafiki zangu. Lakini alipokuja huyu mwana wako aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba, umemchinjia yeye ndama aliyenona. Akamwambia, mwanangu, wewe u pamoja nami siku zote na vyote nilivyo navyo ni vyako. Tena kufanya furaha na shangwe ilipasa kwa kuwa, huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Somo hili linatoka katika kitabu cha Luka, ikiwa ni Luka sura ile ya kumi na tano mstari wa kwanza hadi wa thelathini na mbili. Jina langu ni Nikasus Mwanga, lakini pia nikukumbushe kama ni mara yako ya kwanza kutembea channel hii A, kisha una subscribe, kisha una ruhusu alama ya kengele, ili kitakapowekwa taarifa zetu uweze kuzipata kirahisi zaidi.